Miradi ya umeme ya Tanzania na serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ni miradi ambayo kusema kweli inalenga kupeleka huduma ya umeme kwa wananchi hawa. Kwa gharama yeyote tumepeleka umeme. Umeme huu una gharama e, ya shilingi bilioni 91 kwa ajili ya kuwafikishia umeme kwenye maeneo ya vitongoji hivyo goji mia tano na sabini vitongoji vya jumla vitafika kama vitongoji elfu mbili na mia tatu elfu mbili na mia nne. Bado kuna vitongoji vingine kama mia tisa hivi na ambavyo vitafikiwa kwa awamu nyingine. Kwa hiyo uh, ni vizuri tukaambizana ukweli kwamba hii miradi gharama zake ni kubwa, uh, na sio miradi ambayo inategemea ina kwa ni kwenye biashara ya hasara na faida kufanya hii miradi, lakini hii ni miradi ambayo serikali inatoa inafanya ili kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata huduma ya umeme ambayo bila kufumba macho na kufanya miradi hii wananchi hao watapata umeme. Tume sasa hivi hakutakuwa na changamoto ya kifaa, kwa sababu zile advance payment, kuna advance payment ambazo pia watanunuliwa vifaa. Mkoa wetu wa Morogoro una jumla ya vitongoji elfu tatu mia tatu na tisini na moja ndio jumla ya vitongoji vyote, lakini tangia tuanze kupeleka umeme mpaka sasa hivi tumepeleka umeme katika vitongoji elfu moja mia nane na ishirini na moja lakini kwa kuwa kuna miradi inayoendelea na, na huu mradi wetu kwa hiyo mradi inayoendelea na vitongoji 90 na huu mradi wetu unakuja na vitongoji mia tano na sabini. Kwa hiyo tukijumlisha ni kama 660. Kwa hiyo tukijumlisha 1821 na hii 660 tutapata 2481. Kwa hiyo tukichukua ile kubwa sasa 3391 3391, tukatoa 2481, kwa hiyo Mheshimiwa, tutakuwa tumebakiwa na vitongoji 910 ambayo sasa hivi serikali azma ya serikali ni kuhakikisha kwamba vitongoji vyote vipelekewa umeme ifikapo eh, 2030 kwa hiyo serikali kupitia wakala wa nishati inaendelea kutafuta vyanzo vya fedha ili kuhakikisha kwamba vitongoji vilivyobakia vya mkoa wa Morogoro elfu tisa na kumi vinapelekewa umeme kabla ya 2030 moja kati ya vitu tunavyozingatia ni ushirikishaji wa jamii ambapo tunapoenda Uh, tumejipanga kuwapa ajira vijana wengi kule kwenye vijiji na vitongoji tutakavyokuwepo. Uh, ni zile nafasi tu za wataalamu ndio tutakazoweza kuja nazo, lakini zile kazi zingine kuchimba mashimo, kubeba nguzo tutawashirikisha wale wazawa tutakaokuta maeneo hayo. Tunatoa shukrani na pongezi hata kwa REA. Sasa hivi muundo wa mkataba wetu ulivyo advance payment sio tu inaenda ile malipo ya awali, sio kwamba yanaenda yote kwa mkandarasi. Wanatoa asilimia nane kwa mkandarasi, asilimia ishirini asilimia nyingine kumi na mbili inaenda kwa supplier wa material. Kwa hiyo katika upande wa material kupatikana kwa wakati itakuwepo, ni jambo ambalo kwa safari hii uh, sio tola kikwazo kwa, kwa wakandarasi wengi.